Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali mbali. Leo nimewaletea sehemu ya pili ya binti Mwanaidi. Sehemu ya kwanza imeshia pale ambapo Mwanaidi amekuwa akiongea na Jafari na wakasikilizana kwamba watenda ndani ya bahari ili waenjoy wachukue uwili utatu pamoja na rafiki yake Zamda. Sasa msikose ku subscribe na mcomment ili mfuatilie mikasa mingi tunawaletea ndani ya hii account channel. Asante, karibu pia. Naam, Mwanaidi alipomaliza kuongea na Jafari amechukua simu yake na kumpigia yule rafiki yake ambaye shosti yake Zamda, na kumwambia kwamba yule Jafari amemzika katika safari yao watakuwa ni watatu. Ndio Zamda akamwambia hakuna shida, Mwanaidi, kama wewe umeridhia na moyo wako, maana naisi ndio atakuwa shemeji yetu huyo. Wote wametabasamu na kucheka kisha akaongea kwa umbea huko. Alipomaliza alipofika ajira ya asubuhi sasa, Zamda ndio alimpigia mwanaidi simu na kumwambia, palipambazuka, mkaibu jitarishe kuna mida inaenda huko. Ndio mwanaidi akaamka kaenda akaoga akatoa kavaa gauni lake ambalo lilikuwa likipendeza sana, kisha akachukua perfume ambayo ni manukato yake na kujipulizia katika mwili wake. Akafanya kumpigia simu ambaye Jafar na kumwambia, "Jafar, uko tayari?" Jafar akamwambia, mimi niko tayari tangu jana, sijalala kwa kweli, nimekuwa nikisubiria uwepo wako na simu yako. Akamwambia, kwa nini Jafar unajitesa na hujalala? Akamwambia, bwana, mimi siwezi nikalala, nitakuja kulala na nipate usingizi pale ninapokuona macho yako na kuongea na wewe. Akamwambia, sawa, mimi ya, na saw, rafiki yangu Zanda ameshajitayarisha, sijui wewe sasa Ipitua ndio karimu ndio Jafari akawambia sawa, mimi nakuja, nipo njiani, subirini hapo rafiki yako basi na wakuanza kufika Amina kuwa ni rafiki yake na Mwanaidi Zamda. Sasa alipofika Zamda, walianza wakapiga stori zao kumsubiria huko Jafari. Jafari naye akakuja akamwambia warembo, msiharibishi pesa yenu, eh, mimi ndio nitahudumia kila kitu. La japo walifurahi. Jafari naye akampendeza sana mpaka macho ya Zamda yakawa yanamwangalia, lakini yalikuwa kimya kimya chini chini. Sasa walipoenda ndani ya hiyo safari yao ambapo wanapoelekea, baada ya nusu saa Jafari alikuwa anakula, akaamua kufunja ukimya na kumwambia kwamba wale warembo ni wazuri sana, ila ilitokea kumpenda Mwanaidi sana. Na ndio aka Nitamkia pale pembeni azamba Zamda kuambia Mwanaidi, mimi nipo tayari kuoa kama utakubali uwe mke wangu Mwanaidi Sawa, mimi sitoka hata, maana ndio haki yako na ana haki ya kunipenda useme hivyo, maana ungekuja kwa hali ya kunichezea singekubali uwepo wako, lakini kwa sababu ni haki ya kunioa, nipo tayari kuwa na wewe. Ndio mwana Jafari akafurahi pale, wakachangia, wakamaliza, ndio Zamda akatokea na kumwambia kwamba anataka wapishe baina yake katika maongezi yao, ila wakamsikiliza, wakamwambia usiende mbali, tukimaliza basi tutafuata na kuita tuelekee nyumbani. Ndio sasa Jafari akaamua kuvunja kimya na kumwambia mwanaidi kwamba alipenda kitambo tangu siku ya kwanza alimuona, ila kwa kishindo kumwambia kumwambia sikiliza kipindi ambacho anampatia nafasi ya kumsikiliza, alijisikia huru na amani ndani ya moyo wake. Ndio Mwanaidi akamwambia haina mbisi, sasa nakusikiliza. Akamwambia Mwanaidi, Mwanaidi nisikilize, mimi naishi na kaka yangu lakini kwa sababu kaka yangu yeye ni mtu ambaye ni mtu wa safari, mimi naishi peke yangu. Sasa hiyo hiyo kipindi napokuona nikataka kukupenda, nimevutiwa na wewe, leo mimi sitaki nikuchezea, ninapenda uwe mke wangu maana ukiwa wangu utaishi na mapenzi ya kweli ndani yako. Ndio Mwanaidi akamwambia ndio kabisa, na hujakosea, ongea tena nikusikilize mbia Mwanaidi, nisikilize mimi nisiona matamanivu ya wanawake wengi sana kwangu kwa ajili ya uzuri wangu, ila mimi sijali, kwa sababu mimi naelekea wapi zanuzilipo kwako. Ndio mwanaidi akaregea pale, na kumbe Jafari Jafari akamwambia, niulize mrembo, sikondoa shaka chochote tunachokisi ndani ya moyo wako, kuniuliza nipo kwa ajili ya kujibu. Hapa ndio mwanaidi akamwambia Jafari, basi kama hutojali

ya Zamda ni kweli rafiki yangu juu nacho kiongea maana wanaume wengi kwa ndio kisi walivyo. Ameenda wakitabasamu. Sasa siku zimeenda mwaka ukasonga mbele sasa. Siku moja Jafar, amekuwa kupitapita kwake, akakutana na ule binti ambaye ni rafiki yake ya Mwanaidi ambaye ndiyo Zamda akamwambia bofu samani kidogo, nataka nikuulize. hivi hivi nasikiliza tetezi kwamba wewe unataka kumwoa Mwanaidi. Mwanaidi, Mwanaidi akasema ndio, kwani kuna shida? Akamwambia pana, kuna shida. hivi kweli Mwanaidi unamjua Mwanaidi? Kivipi unachokimaanisha shemeji? Ndio, akamwambia sawa basi. shemeji Jafari, usijue kasi yangu mimi, nawachanganisha ndani ya mapenzi yenu na mahusiano yenu. Basi ukinitaka kujua ukweli, nipe namba zako, mimi nitakuelewesha na nitakuonesha pana, kuelewesha na kuonesha, ili unahakikishie na unaamini kile ninachokwambia Jafari akajiona mashaka sababu mwanamke ndani ya moyo wake ndio akijiwaza, huyu mwanamke ni kipi hicho anataka kusema? Akamwambia sawa basi, acha nikupe. Akamkabidhi namba zake na akaondoka, na Jafari ndio na mashaka kipindi. Jafari anapofika kwake, amebaki na mashaka ndani ya moyo wake, akijifikiria, huyu mwanamke ananiambia kitu gani? hivi kweli Mwanaidi anaanza kuwa anafanya ni nitaka kusikia kwa mmoja wa zake ambaye ni rafiki yake sana, na nataka kumwambia. Akasema okay, isiwe shida, maana anaweza kuwa ndio Mungu ananionyesha maono. Acha nisikilize kipi anachokwenda, maana ni washa kwa njia kwenda kumoa au Mwanaidi, sijui ngwani, msikilize. Akampigia Zamda simu, Zamda akapokea akasema, vipi? Akamwambia poa. Sasa Zamda, nataka kumwambia kweli Mwanaidi anafanya nini. Naam, msikose sehemu ya tatu, na kucomment, ili mfuatilia mikasa tofauti utakaalitia yenye elimu ndani yake na kuelimika. Tutafuatilia kipi kilichoendelea baina ya wao kupeana namba na, na kuulizana, je, Mwanaidi anafanya kazi gani? Mbona nimeingiliwa na mashaka? Basi karibuni sana, asante.